Ya yeah, kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Uh, tumefika hatua hii ya nusu fainali. Nafikiri kwenye makundi yote sisi Young Africans tulikuwa kwenye kundi gumu zaidi kwenye Mapinduzi Cup. Uh, usibishane na uhalisia kaka. Wewe usingepata hata goli moja pake hivi zaidi sisi tumecheza nao kevi zetu, tumeona uzito wao. Kaka, tumemfunga bingwa mtetezi wa Mapinduzi Cup. Nani? Mlandege. Chuma tatu. Mlandege alimfunga nani? Ah, mimi sijui, mimi nasema tulimfunga sisi, chuma tatu Mlandege. Mlandege alikutana na timu mbovu fainali mwaka jana, kwa hiyo sio sio kipimo. Simba. Eh, timu mbovu hiyo. Kwa hiyo tumetoa kwenye kundi gumu sana safari hii na jitihada ambazo wamezionyesha wachezaji wetu kwenye michezo yote miwili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 mtu anaweza kuyeyuka kusikojulikana wakati wowote wa ule. Kwa hiyo tubaki na haya malengo mawili ambayo yapo mawi ya, mawi ya kwenye mikono yetu. Hili la tatu likitokea, tutamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu itakuwa limekuja katika wakati sahihi wa kutimiza malengo yote matatu ambayo tuko nayo, mchezo dhidi ya Singida Black Stars. Kwanza uh, Singida kuna ka confidence fulani hivi wako nako sasa hivi na wahyo mwalimu wao wa Singida ambaye alikuwa ni kocha wa timu yetu ya taifa amefanya ame, ame makubwa kule, kule, kule Morocco. Na kama club Young Africans ambao ndo wa kwanza kumleta kocha Miguel Gamondi hapa Tanzania tunajivunia eh, kwa mafanikio wa timu ya taifa. Kwa hiyo kuna confidence fulani visingida, mmekapata kakuona kwamba upepo wa Gamondi ndio upepo wenu la kwanza, lakini la pili, e, mechi zenu za makundi mlizocheza hapa mlipata sare nafikiri na Azam moja moja hapo, mm -hmm. Na yenyewe kama imuongezea hivi e, confidence fulani la tatu, mmeleta kocha mzungu hapa, sio mzungu, sio mwarabu, ule mmemleta hapa meneja meneja ule ah. Na nyie mmepita njia zile zile <laughs> tatua nazo huko hana sawa, wana kocha mwingine ambaye amekuja. Nimeona ah, bwana mansumbua, ndugu zangu, kwani hawasomi hawa watu wakapata vyeti vya ukocha? Muibukano kaenda wapi? Acha inaenda vipi. Hii confidence ambayo Singida wako nayo tunatakiwa tuende nayo kwa tahadhari sana. Timu yote ambayo ina confidence, ina uwezo wa kucheza mpira kwa kujiachia na ikacheza mpira mzuri na of course, wana hiyo quality kwenye pitch, wanachezaji wazuri sana sisi. Mara zote ambayo tunapata matokeo dhidi ya Singida Black Stars ni kula concentration kwenye baadhi ya maeneo, na sisi quality yetu eh, kutusaidia kushinda mechi. Haija kutokea mechi ya Yanga na Singida tukai-dominate 100% inakuwa na ushindani wake, na last time tunacheza hapa New Aman Complex, ili tulazimu sisi Yanga tusubiri maajabu ya profesa Pacome Zuzwa tuweze kupata ushindi dhidi ya Singida Black Stars hapo. Kwa hiyo ni mechi ngumu kweli kweli. Mechi ambayo tunatakiwa twende kwa tahadhari kubwa na tucheze kikubwa tuweze kupata uh, matokeo mazuri tuelekee Pemba kwenye fainali. Kwa hiyo nichukue fursa hii kuwaalika sasa mashabiki. Najua wana Yanga wengi walikuwa wanasikilizia hapa kwenye semifinal, kwamba pigwe makundi alafu kwenye semifinal ndo wengi kutoka bara wasafiri uh, kuja huku. Ndugu zangu ni jambo limefika sasa, klabu yenu iko nusu fainali na mechi mbele ni dhidi ya Singida Black Stars. Ni waombe tuje kwa wingi siku ya tarehe tisa, insha Allah, tuje tuisapoti timu yetu, lakini mechi ya tarehe nane pia ni muhimu, tuje wanayanga uwanjani. Naamini kila mwana yanga mechi ya kesho, kati ya Singida, kati ya Azam FC na Simba Sports, kila mwana yanga ana dua yake kwenye hiyo mechi. Hiyo dua tusiombee mbali, tuje pia kesho, uh, New Aman Complex. Dua yetu tuiombee tukiwa hapa hapa ndani. Mwenyezi Mungu atujaalie dua yetu iweze kuswihi sita tisa, tuje hapa tupambane, tushinde, tuelekee Pemba na mambo yetu yakiwa yamekamilika. Kwa hiyo kwa haya machache, ni washukuru ndugu zangu waandishi wa habari, na ninaamini wanayanga wataitikia kwa wingi siku ya tarehe tisa inshallah.